Hizi gari za Suhara ziko njiani, ziona. Inasemekana jana walitanua, waligeukia njiani lo tarehe 14. Kwa hiyo kwenye gari unaona kule hamna hata mtu kwenye gari unaona hamna hata mtu. kwa hiyo walivyotanua, inasemekana wamewekwa lock up kwa sababu waligoma kutoa nini, kutoa vitu vyao, leseni pamoja na aligoma kutoa leseni pamoja na nili passport. Kwa hiyo na... Na magari ziko hapa barabarani, naona zinatambukwa ziko barabarani zinatambukwa. Kwa hiyo tu wanatuongezea jamu hapa sisi, kama si tutavuka mapema sana, kama tutavuka mapema na magari yanavyotambuka, yaani wametuongezea jamu nyingine tena. Kama wamewakamata, wangekuja wakayatoa na haya magari barabarani ili barabara iwe nyeupe sababu gari zinalazimika kutambuka kama hivi.